Mtu mzima mtoto sehemu ya tatu. Endelea. mm, haya ndio, onyesha tuone. Basi Sefu alimsogelea Rita kwa karibu, ambaye alikuwa ameanza kuhisi aibu machoni, kisha akaingiza mkono wake ndani ya bukta aliyoivaa na kutoa dudu washa lake lililokuwa kubwa hata kabla halijasimama. Umeona? Haya, toa kanga. Rita alibaki akilitolea macho dudu washa la Sefu lililokuwa likininginia. Mara mkono wa Sefu ulifika kifuani kwa Rita na kumtoa mikono yake iliyokuwa imezuia kanga isianguke, ambapo Rita aliruhusu kitendo hicho cha kutoa mikono yake na kusababisha kanga kudondoka chini, kisha kubaki kama alivyozaliwa. Chuchu zake nzuri zilizochongoka zilionekana laivu, ambapo uwanja mzima aliachiwa steringi Sefu. Umbo la Rita lilimhamasisha sana Sefu, hasa kitovu chake kilichoingia ndani na hipsi zake zilizojichora vizuri, makalio ya wastani yaliyojigawa vyema na kiuno chake chembamba. We Sefu, hili lote lako? aliuliza Rita huku akionyesha kutamanishwa na dudu washa hilo. Ndio langu, nataka ni kuingize lote, utajisikiaje? Swali hilo la sefu lilimsisimua Rita ambaye alibaki kimya bila kujibu kitu. Kingine kilichomfanya Rita kuishiwa pozi ni jinsi ambavyo sefu anajiamini kama mtu mzima. Wakiwa wamesimama wote wanaangaliana, sefu alimsogelea Rita ambaye walikuwa wanaendana vimo na kuanza kupata denda. Ndimi zao zilianza kugombaniana, huku mikono ya sefu ikimshikashika Rita kichwani, mgongoni, kushuka mpaka kwenye makalio yake laini. Milio ya kunyonyana ndimi ndio ilisikika huku sauti za kuhema nazo zikiwa juu, kwa vile walisimama karibu ya kitanda. Kwa utamu aliyosikia, Rita alijikuta akipanua mguu wake na kuupandisha juu ya kitanda ambapo aliuchukua mkono wa Sefu huku akikishika kile kidole chake cha kati na kukipeleka mpaka kwenye kitumbua chake. Mara baada ya kukiingiza kwenye kitumbua chake Sefu naye hakuwa mzembe, tayari alikitafuta na kukipata kidude mautamu kilichopo ndani ya kitumbua chake na kuanza kukisugua kwa kuingiza kidole chake na kukitoa. Rita alilalamika huku akionyesha kuishiwa nguvu za kusimama. Aliendelea kulalamaika kwa utamu aliouhisi kwa jinsi kidole cha Sefu kilivyokuwa kinamsugua vyema kidude mautamu chake kilichoanza kusimama kwa hamu. Kiukweli, Sefu alikuwa ni mdogo kiumri, lakini maumbile yake yalikuwa kama ya mtu mzima. Hakuamini Rita kwa raha alizopewa. Basi Sefu alimlaza chali Rita aliyejilaza kama kwa kulegea kama mtu aliyezimia. Sefu aliutoa mtalimbo wake uliosimama haswa, ambapo ulionekana kama kumzidi uzito. Alijipandisha na yeye kitandani, kisha akauchomeka mtalimbo huo kwenye kitumbua cha Rita, ambao ulikuwa unaingia taratibu. Alilalamika Rita huku akizungusha kiuno chake na kumbana Sefu kwa kumkumbatia haswa. Basi Sefu alianza kumsugua kiarage chake huku akiukandamiza mtalimbo wake mpaka ndani kabisa na kuutoa. Alizidi kulalamika Rita kana kwamba alikuwa anasuguliwa na mtu mzima. Kupitia uwazi uliopo mlangoni hapo kwenye chumba walichopo kina Sefu, palikuwa na binti mmoja ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa wa Rita. Lengo lake lilikuwa ni kumfuata Rita kwa sababu walilubaliana kwenda wote sokoni, lakini baada ya kukuta mechi hiyo kali, akajikuta naye anaangalia mpambano huo uliokuwa wa aina yake. Rafiki huyo wa Rita aliyejulikana kwa jina la Maria alishangazwa zaidi na jinsi ambavyo Rita alikuwa akilalamika, kwani aliamini Sefu bado mtoto mdogo. Rita alilalamika na kumwaga uji wake. Muda huo huo naye Sefu alimwaga. Maria alipigwa na butwa baada ya kuona talimbo wa Sefu ukichomoka kwenye kitumbua cha Rita. Alisisimka mwili wake alipouona na kujisemea moyoni kuwa ilikuwa ni haki yake Rita kupiga kelele zile za mautamu, lakini kwa bahati mbaya macho yao yalikutana Sefu na Maria, kitu kilichomfanya Maria kurudisha uso wake na kujikausha kimya, kisha taratibu alipiga hatua ndogondogo na kuondoka. Kwa upande wa Sefu alitabasamu na kutoka ndani humo bila hata kuaga na kumfuata Maria. Sefu alimfuatilia Maria lakini kwa bahati mbaya hakumwona. Tayari Maria alikuwa ameshakimbia, basi alirudi chumbani kwake. Kisha akaoga na kujiweka vizuri. Hata naye Ridha alirudi kuoga tena kwa mara ya pili na kujiandaa kwa vile alikuwa ana safari ya kwenda sokoni na Maria. Siku Sefu aliwasili shuleni ambapo alichelewa hasa. Aliwakuta wenzie tayari wako paredi. Basi kwa wiki hiyo mwalimu wa zamu alikuwa wa kiume aliyeitwa Palanjo, ila wanafunzi walimwita wekatako. Hii ni kutokana na jinsi ambavyo alikuwa hasikilizi sababu ya mwanafunzi kuchelewa. Yaani ukichelewa tu, alikuwa na msemo wake mmoja, wekatako, yaani ulale akuchape, ndiyo maana wanafunzi walimtunga jina hilo basi Sefu alipokuwa akiwasili alikutana na mwalimu weka tako, basi akaanza kutetemeka kwani alijua vyema shughuli ya mwalimu huyo, bakora zake akikuchapa zilikuwa zinauma mpaka kesho yake. Nani? Samahani Mwalimu Palanjo, nina taarifa naye huyo. Aliongea hivyo Walda ambaye alikuwa ndio mwalimu mkuu. Kiukweli Palanjo alikasirika sana kwa sababu alijua fika ni mbinu tu za kumtetea ili asiadhibiwe. Akiwa ameketi ofisini kwake, Walda alimwita Sefu ofisini mwake ambapo kwa sasa walikuwa hawaoneani aibu tena. Sefu. Naam. unajua wewe bado mtoto mdogo, japo una mambo makubwa hapa shuleni. wakikuuliza chochote usiseme, umesikia? Sawa, sitasema. Vizuri, kwa sababu walimu wa hapa wanoko sana. Sasa leo nataka uje nyumbani kwangu, si unajua naishi peke yangu? Ndiyo, nitakuja Haya, naenda darasani. Pindi Sefu alipotoka tu ofisini kwa mwalimu mkuu, alivutwa mkono na mwalimu Palanjo, kisha akampeleka mpaka nyuma ya madarasa ambako hakukuwa na watu. Hivi wewe mtoto, mbona huna haya? Unathubutu kufanya mapenzi na mwalimu wako tena ofisini? Je, mwalimu Palanjo amejuaje wakati ilikuwa ni siri? Na Sefu naye atajibu nini? Tukutane sehemu ya nne.